Mheshimiwa mgeni rasmi, utoaji wa mikopo ya asilimia kumi kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026 umeendelea kutekelezwa kwa halmashauri kuendelea kuchangia fedha za asilimia kumi zinazotokana na mapato ya ndani ikiwa ni sehemu ya mkopo wa shilingi milioni 314 uliokabidhiwa kwa uliokabidhi kwaundi yake kwa jumla ya vikundi 35. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru sana na sana halmashauri kupitia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutenga fedha za asilimia kumi zinazolenga wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kutokana na mwongozo wa utoaji wa fedha za serikali. Pia tunaishukuru sana benki ya CRDB kwa kuhakikisha fedha hizi zinaingia kwenye akaunti za vikundi, kusimamia vifaa hivi kufungwa vyote kama tunavyoviona hapo, na kuhakikisha usalama wa vifaa hivi tangu tulipovipokea hadi leo hii unapoelekea kuvikadizi. Asanteni sana CRDB. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na tazima tunakuomba sana ukabidhi mkopo huu wa vifaa kwa vikundi vya vijana vinavyoonekana hapa mbele yako. Aidha, orodha ya vikundi vinavyokopeshwa imeambatanishwa. Naomba kuwasilisha taarifa hii, nimesoma mimi hapa Nyajuma kwa niaba ya samaendeleo ya wilaya kwa. Mvitunze vyombo hivi na mvitumie kwa ajili ya maendeleo yenu binafsi, maendeleo ya jamii, lakini maendeleo ya taifa zima. Na mara zote tukumbuke Dkt. Samia Suluhu Hassan katika haya yote yanayofanyika ndiye chachu ya yote. Popote pote tulipo, lazima tumseme Mheshimiwa wetu Rais vizuri. Tunaponufaika na pikipiki zetu hizi Tujitahidi angalau tuzidi kuendelea kurejesha marejesho yetu kwa wakati, ili angalau tuzidi kuendelea kuwapa nafasi na wanufaika wengine, ili waweze kupata nafasi. Na nitazamia kwa mbali, mnapokuwa na changamoto zozote za kibenki, njooni mnione hata ofisini kwangu, mnakaribishwa sana. La kwanza ni kutoa nasaha kwenu vijana, lakini jambo la pili ni kuwakabidhi vyombo mkavitumie kama ambavyo mnakusudia. Naamini mliomba kwa sababu ya kujinasua katika maisha yenu, mliomba vyombo kwa ajili ya kujinasua katika uchumi wa kwenu. Wewe leo unaumwa, mshukuru Mungu timu kwanza, kwani sikunaumwa sasa unaumwa, nenda wewe kafanye kazi, sasa umjui kafika huko kabeba mpunga wa wizi. Tunafanyaje? Bora lazima tuangalie, tulinde nyendo zetu vizuri tuwe waaminifu kwenye kufanya kazi na kusimamia mambo yetu ambayo yanaweza kutusaidia kufikia malengo hasa haya ya serikali kuwarejeshea nyinyi vijana asilimia kumi hii ili mjinue na mjipamue.